Wengi tunaofahamu Umoja wa Mataifa na wengi tunafahamu ni chombo ambacho kinasimamia sheria za nchi mbalimbali duniani, lakini kuna wengine huwa wanajiuliza maswali mengi sana juu ya Umoja wa Mataifa na moja ya maswali ambayo watu wengi huwa wanajiuliza ni je, tunaweza kuishi bila Umoja wa Mataifa au je, Umoja wa Mataifa ukivunjika, je, itakuweje? Hili ni moja ya swali ambao wengi wanajiuliza. Je, umoja wa mataifa ukivunjika itakuweje? dunia itakuweje? Kwa sababu kizazi hiki, watu wengi sana wamezaliwa wakakuta umoja wa mataifa tayari upo. Kwa hiyo wengi hawajawahi kuishi maisha bila umoja wa mataifa, kwa hiyo wanajiuliza, hivi huu umoja wa mataifa ukivunjika itakuweje? Niko hapa kwa ajili ya kukujibu, lakini kwanza tutaanza kuangalia historia ya umoja wenyewe wa mataifa. Nitakurudisha nyuma katika historia. Ilikuwa ni miaka ya elfu moja mia nane Ulaya, kulikuwa kuna himaya zenye nguvu sana ambazo zilikuja kutawala hapa nyingi, zilitawala karibu kila sehemu duniani, zilikuwa na makoloni karibu kila bara. Himaya hizi kutokana na nguvu kubwa walizokuwa nazo na makoloni mengi waliokuwa nayo, yakawapatia utajiri mwingi. Lakini himaya hizi kwa bahati mbaya, zote zilikuwa zinatokea katika bara la Ulaya nyingi zinatokea bara la Ulaya, na kule sasa kukawa kuna fukuto. Mafahari hawezi kuishi katika zizi moja, na lile fukuto hatimaye wakaingia katika vita kuu ya kwanza ya dunia mwaka 1914, wakapigana mpaka mwaka 1918, na kipindi hicho wameingia katika vita kuu ya kwanza ya dunia, tayari nchi zetu zilikuwa zinatawaliwa, kwa hiyo hata sisi tulienda kuwasaidia wazungu katika kupigana katika vita kuu ya kwanza ya dunia, japo historia kama hii huwa haiongelewi sana, kwamba Waafrika pia walienda kuwasaidia Waingereza, walienda kuwasaidia Wajerumani, walienda kuwasaidia wakoloni wao katika kupigana katika vita kuu ya kwanza ya dunia. Ikaisha mwaka elfu moja mia tisa kumi na nane. Baada ya hapo nchi hasa hasa zile zilizoshinda vita kuu ya kwanza ya dunia zilikaa na kuona kwamba ili kuepusha vita nyingine kubwa kama hii, yani vita ya dunia nyingine, kuna haja ya kuunda chombo ambacho kitasimamia sheria katika nchi mbalimbali ili kuweze kuepusha vita nyingine kama hii. Hatimaye kipindi hicho tayari himaya nyingi zikawa zimeshadondoka. Himaya ya urusi ikawa imedondoka, himaya ya ujerumani imedondoka, himaya nyingi zikawa zimedondoka, himaya ya waturuki imedondoka. Kwa hiyo nchi nyingi zikawa sasa zinaondoka katika mifumo ya kutawaliwa katika mifumo ya kifalme, wanaingia katika mifumo ya serikali za kawaida. Kwa hiyo wakaamua kuunda kitu kinaitwa League of Nations. Hii ilikuwa ndo kama umoja wao wa taifa wa zamani, umoja wa mataifa wa zamani, wa zamani League of Nations. Iliundwa mwezi wa kwanza tarehe kumi mwaka 1920. Uh, umoja huu wa mataifa wa zamani League of Nations, Uh, ulikuwa na wanachama hamsini na nane walikuwa wanaanza kuingia, wanachama hawakuwa wanaingia kwa pamoja, leo wameingia huyu, kama ilivyo umoja wa mataifa wa sasa hivi. Kwa hiyo na kipindi hicho League of Nations walikuwa wanaingia taratibu taratibu, hatimaye kufika ile umoja umefika patam, ulikuwa na wanachama hamsini na nane na wanachama vinara, ambao ndio kama waanzilishi wa League of Nations, walikuwa ni Waitaliano, wa Japani, Waingereza na Wafaransa. Najua katika hizo nchi nilizozitaja wengi amjisikia Marekani, wengi amjawasikia Warusi, wengi amjamsikia Mjerumani. Kwa msa jiuliza, je, na wenyewe walikuwepo katika huu mmoja, katika huu moja wa Jerumani? Walikuja kujitoa mwaka 1933 miezi tisa baada ya Adolf Hitler kuingia madarakani pale Ujerumani. Kwa hiyo Hitler aliitoa Ujerumani katika League of Nations. Ilipofika mwaka 34 Warusi na umoja wao wa Soviet wakaingia, wakawa wanachama Warusi walikuwa wali wanachama kuanzia mwaka elfu moja mia tisa thelathini na nne mpaka ilipofika mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tisa wakajitoa, nafikiri au walitolewa kutokana na Warusi waliivamia Finland mwaka 39. tisa na walipoivamia Finland moja kwa moja ile League of Nations wakakaa kwenye kikao na wakachukizwa kwa kitendo cha Urusi kuivamia Finland na hatimaye wakaitoa Urusi katika League of Nations. Kwa hiyo iliingia mwaka thelathini na nne, wakatolewa mwaka 39. Kwa ambao mngependa kujua kidogo juu ya Urusi kuivamia Finland, ilikuwa ni kwamba si kwamba walikuwa wanataka kitu chochote cha maana zaidi ya kulinda mipaka yao na kambi ya jeshi. Umoja wa Soviet waliwaambia uliwa, wa Finland kwa msefam, Finland ilikuwa ni ni koloni koloni la Mrusi. Nchi ya Finland ilikuwa ni koloni la Mrusi zamani. Na Mrusi alijenga ile Finland mji mkuu wa Finland Mrusi alijenga na kila kitu. Kwa anafahamu vitu vingi ndani ya Finland. Sasa kuna mji wa Mrusi wa muhimu sana ambao unaitwa St. Petersburg. Huu mji wa St. Petersburg ulikuwa umesogeleana katika mipaka ya Finland. Kitu ambacho ni hatari sana kwa usalama wa mji wao au nchi yao. Mji muhimu kuwa katika mipaka ya nchi nyingine ni hatari sana ndio maana miji mikuu mingi huwa inawekwa katikati. Mfano sisi Tanzania mji mkuu huko Dodoma. Kwa hiyo hii ikawa ni hatari, Warusi wakaona kuna haja ya kuwaambia Finland, watuuzie eneo lao ili tuweze kutengeneza mpaka mkubwa ili adui asije akaifikia kirahisi mji wetu wa St Petersburg. Kwa hiyo Warusi wakaenda wakamwambia Finland, tuuzieni eneo linaitwa Karelia Finland wakakataa. Lakini pia tuuzieni na kambi ya jeshi, Finland yakakataa. Lakini pia walikuwa wanahitaji, nafikiri visiwa, Finland wakakataa. Walivokataa ndio Warusi wakaamua kuingia vitani. Hizi nchi kubwa ndivyo zilivyo. Wakaingia vitani na Finland, lakini wa Finland kumbe walikuwa wamejiandaa vya kutosha. Wa Finland wakapigana na Warusi kiasi kwamba mpaka wa Finland, mpaka Warusi wenyewe wakasema, basi, tukaeni chini katika meza ya mazungumzo, atupigani tena. Kwa hiyo Warusi wakaondoa majeshi, wakashindwa kaondoa majeshi. Kumbe Warusi walirudi na waliwadanganya wa Finland kwamba vita imeisha, kumbe Warusi walirudi kwa ajili ya kwenda kujipanga upya, kwa sababu kumbe mwanzoni waliwachukulia poa, walijua ili ilikuwa koloni letu, tutalipiga dakika mbili tuchukue hayo maeneo tunayoyataka, lakini kumbe wale walikuwa wameshajiandaa. Kwa hiyo Warusi wakarudi kujiandaa sasa, na wakarudi sasa kwa mara ya pili sasa ndio hapo wakawapiga wa Finland haraka haraka na kuchukua maeneo waliokuwa wanayataka, na mpaka leo Warusi wanayo maeneo ya Finland, na Finland hawawezi tena kuyakomboa. Na Finland sasa hivi ikaamua kuingia NATO haraka haraka, kwa sababu wanafahamu Warusi wanaweza kuchukua maeneo yao mengine. Kwa hiyo hivi ndivyo Warusi walivyotoka katika umoja huu wa League of Nations. Kuhusiana na Wamarekani, Wamarekani hawako katika bara la Ulaya, lakini ile vita ya kwanza ya dunia ilipoisha Rais wa Marekani wa kipindi hicho alikuwa anaitwa Woodrow Wilson. Alikuwa ndo kinara wa kuhakikisha kwamba kunaundwa umoja kama huu wa League of Nations. Raisi wa Marekani Woodrow Wilson ndo aliyetengeneza mikakati mingi kwa ajili ya kuundwa umoja huu wa League of Nations, lakini kwa bahati mbaya, ndani ya ya serikali yake kuna watu walikuwa wanampinga kuna watu walikuwa wanasema hatutaki Marekani ichangamane na mataifa ya Ulaya. Yani, wakawa wanahisi kama wanaweza wakawekwa mtukato akaingizwa katika matatizo ya Ulaya. Kwa hiyo mwisho wa siku, huyu rais alikuja akatoka madarakani na seneta ya Marekani ilikuja kukataa Marekani kuundwa katika League of Nations. Kwa hiyo Marekani haikuwahi kuwa mwanachama wa umoja wa Mataifa wa zamani ambao ulikuwa unaitwa League of Nations. Unaona, ona, uh, lakini wao ndio walikuwa ni watu ambao walifanya mikakati ili umoja huu uanzishwe baada ya hapo umoja huu sasa niambie, ndani ya umoja hakuna Warusi, ndani ya umoja hakuna Wamarekani, kwa umoja ukakosa nguvu, hatimaye ukavunjika. Na ulipovunjika ndio vita kuu ya pili ya dunia ikaanza. Kwa hiyo vita kuu ya pili ya dunia ilivyoanza, ikapiganwa na hatimaye baadaye ikaisha mwaka 1945. Ilivyoisha wa marekani warusi wa faransa wamarekani, Warusi, Wafaransa, Waingereza wakakaa tena chini wakasema, jamani, tuanzisheni tena kitu kama League of Nations, safari hii tutakiita United Nations yani muunganiko wa mataifa, tuanzisheni tena. Kwa hiyo waanzisha rasmi, ilikuwa ni tarehe ishirini na nne mwezi wa kumi mwaka 1945, ukaanzishwa Umoja wa Mataifa. Kipindi hicho ulikuwa hauna wanachama wengi, kwa sababu mataifa yetu mengi yalikuwa bado hayajapata uhuru. Mataifa yetu yalipoanza kupata uhuru, na wakaanza kuingizwa na kuwa wanachama, na sasa hivi Umoja wa Mataifa ni umoja wenye wanachama mia moja tisini na tatu na sisi tukiwemo. Je, umoja huu ukivunjika itakuweje? Umoja huu ikivunjika, maana yake ni kwamba nchi zitakuwa zinajifanyia mambo pasipo utaratibu wowote kisheria. Kutakuwa hakuna wa kupaza sauti, hakuna wa kupiga kura kukataza nchi, hakuna wa kutoa kauli ya kuwekeana vikwazo na nini, ili nchi nyingine ziogope. Kwa hiyo, maana yake ni kwamba kuingia katika vita kuu ya tatu ya dunia itakuwa ni rahisi zaidi endapo umoja huu wa mataifa utakuwa haupo. Japo sasa hivi kuna nchi kubwa haziusikilizi umoja huu wa mataifa eh? Wanafanya vitu kwa maamuzi yao binafsi, na hata wakikemewa huwa hawasikilizi, lakini nchi ndogo nyingi zinasikiliza bado. Kwa hiyo, ukivunjika huu umoja, kuna hatihati hati ya vita kuu.